Mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ametuma ujumbe mzito kwa Watanzania, ujumbe ambao umepatikana hapo jana. Sambamba na ujumbe huo muhimu wa Mheshimiwa Lissu, makamu mwenyekiti wake yani, makamu mwenyekiti wa Chadema taifa upande wa bara Mheshimiwa John Heche naye pia ametuma ujumbe kwa Watanzania, ujumbe wenye uzito ambao nao pia umepatikana hapo jana, yani. Kwa makala hii inatupia jicho hizo uh, message zote mbili kutoka kwa Mheshimiwa Lissu pamoja na huo ujumbe wa kutoka kwa Mheshimiwa Heche. Tuanze na huu ujumbe wa Mheshimiwa Lissu uh, jana zilipatikana taarifa na za ujumbe uh, kutoka kwa Mheshimiwa Lissu kutoka huko gerezani Ukonga ambako sasa ni zaidi ya miezi sita anashikiliwa kwa tuhuma za uhaini. Kwa mujibu wa ujumbe huu, unaonekana una sehemu mbili, kwa sababu ujumbe una part 1 lakini part 2 haijapatikana. Kwa hiyo uh, yayumkinika kudhani kwamba labda ametoa sehemu ya kwanza ya ujumbe huu, lakini kuna ujumbe mwingine unaofuatia. Sasa ni vema nikikusomea ujumbe wenyewe kwa ukamilifu wake, nikinukuu kilichoandikwa na mheshimiwa Lissu. Ameanza kwa kusema: ndugu zangu, kwa wiki kadhaa sasa nimewekwa kwenye total isolation, upweke wa kulazimishwa. Wale wafungwa wenzangu waliokuwa nami kwenye selo moja, ambao walikuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo, wametolewa wote, nimeachwa peke yangu. Selo yangu sasa imewekwa kamera za ufuatiliaji, ya, yani CCTV, zinazorekodi kila kitu ninachofanya hadi wakati ninapokojoa au kubadilisha nguo. Sina faragha yoyote tena. Hili si swala la usalama, bali ni kudhalilishwa kwa utu wangu kama binadamu. Naomba jambo hili lipigiwe kelele kwa nguvu zote, kwa sababu ni ukiukwaji wa wazi wa haki za binadamu na ni kosa kisheria chini ya kanuni za Umoja wa Mataifa za matunzo ya wafungwa, ambayo inafahamika kama Mandela Rules, ambazo zinasema wazi kuwa kwanza utu wa binadamu unabaki kuwa wa heshima hata akiwa gerezani, na hiyo ni kanuni ya kwanza. Na nyingine inasema upweke wa muda mrefu au unaomnyima mfungwa mawasiliano ni ukatili wa mateso. Hii ni kanuni ya 43 na 44. Pia ni ukiukwaji wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya kumi na mbili na ya kumi na tatu zinazolinda hadhi ya mtu na kumzuia na kumzuia kuteswa au kudhalilishwa. Mheshimiwa Lissu amemalizia kusema, niko tayari kuvumilia hali yote hali yoyote kwa ajili ya imani yangu katika haki na uhuru wa watu wetu, lakini udhalilishaji wa utu wa binadamu hauwezi kukubalika, si kwangu tu, bali kwa yeyote anayebeba jina la mwanadamu. Kwa hiyo huu ni ujumbe uliotolewa na Mheshimiwa Lissu Uh, kwa kwenda kwa Watanzania. Haijaweza kufahamika ujumbe huu umepatikana vipi au nani aliyotumiwa lakini ulisambaa jana kwenye mitandao ya kijamii. Um, sasa kwa haraka haraka kupitia haya yaliyoandikwa ni kwamba anacholalamikia Mheshimiwa Lissu ni kitendo cha kuwekwa kwa CCTV, uh, kwenye selo waliomhifadhi. Na hii imezua maswali kwamba kwa nini hii CCTV imewekwa? Hakuna uwezekano wa Mheshimiwa Lissu kutoroka akiwa yuko gerezani. Um, sidhani kama katika miaka hivi karibuni kumewahi kupatikana taarifa za mfungwa kutoroka kutoka gereza la Ukonga, moja ya magereza imara nchini Tanzania. Lakini hata kama kungekuwa na taarifa za wafungwa waliokusha toroka katika gereza hilo, Mheshimiwa Lissu kiafya ni sawa na mtu mlemavu kwa sababu mguu wake mmoja ni mfupi ukilinganisha na mguu mwingine na bado ana vyuma katika mwili wake kwa hiyo hakuna uwezekano wote wa mheshimiwa Lissu kutoroka lakini hata kama ungekuwa na uwezekano huo bado mheshimiwa Lissu analindwa masaa ishirini na nne kwa hiyo hilo pia linaondoa uwezekano wote wa yeye kuondoka sasa kwa nini hizi kamera za CCTV zimewekwa Um, inawezekana ni hatua tu ya kiusalama, uh, labda kwa kuhofia kwa labda mheshimiwa Lissu anaweza kutaka kuchu, kujitoa uhai wake, lakini hilo haliendani na uh, hali ya mheshimiwa Lissu jinsi ilivyo. Ukimwangalia katika muda wote ambao tangu amekamatwa na kipindi ambacho naletwa katika mahakama kuanzia ile mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na sasa katika mahakama kuu ambako kesi imeahirishwa hadi Novemba 3 ya mwaka huu elfu hakuna ishara za kwamba huyu ni mtu ambaye amekata tamaa na labda anataka kujitoa uhai. Kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na hizi CCTV kwa ajili ya usalama wa mtu husika, kwamba labda pengine huyu mtu anaonyesha ishara za kutaka kujitoa uhai, na light lingekuwepo hili basi hili lingekuwa limefahamika. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, hili la CCTV linaweza kuwa na likaleta shaka pia kwamba nhuu ni mtizamo tu wa sisi wengine ambao uh, background katika masuala ya kutafsiri vitu katika mtizamo tofauti, kwamba inawezekana hii CCTV imewekwa kwa makusudi. Uh, kwa upande mmoja ni kama hiyo mwendelezo wa kumtesa Mweshimiwa Risu kisaikolojia. Wamemtesa kisaikolojia kwa kumweka pamoja na watu waliohukumiwa kunyongwa, na sasa wameamua kumtesa kisaikolojia kwa kuweka hiyo CCTV kumwonyesha kumjiulisha kuwa wanamwangalia muda wote, lakini kimsingi sio tu kumwonyesha, lakini pia ni kama kumdhalilisha, kwa sababu kama mtu anaenda kujisaidia halafu kuna CCTV inaangalia, kwa hakika sio jambo la kiungwana. Um, kwa hiyo moja ya hisia, na hii inaweza kuwa, hii ni hisia tu, haimaanishi kuwa ni kweli, pengine hawa watu hawana nia nzuri, ni zaidi ya haya ya kudhalilishaji kwa sababu wanaweza kesho na kesho kutwa labda likatokea jambo fulani ambalo wao wamehusika wakatumia uthibitisho wa hii CCTV kusema kwamba wakati akiwa gerezani Mheshimiwa Lissu alikuwa under surveillance yani, uh, uh, alikuwa na CCTV, ilikuwa on 24 hours. Kwa hiyo hakuna mtu aliyoingia katika chumba chake kumdhuru labda akajidhuru yeye mwenyewe au nataka kui, kwa, kwa kifupi, hisia zangu katika hili sio nzuri. Uh, nina shaka kwamba ni lengo ni udhalilishaji tu. Hapana, kwa sababu sambamba na hili, kwamba, uh, kadhaa, kadhaa magereza, na hili kuna taarifa kwamba maafisa kadhaa wa magereza wameondolewa na wameletwa maafisa wapya. Taarifa zinadai kuwa maafisa wa magereza walioletwa sasa hivi ni kutoka Zanzibar, uh, na baadhi wameonekana katika kesi ya Mheshimiwa Lissu pale mahakama kuu. Kuna madai kwamba zile taarifa ambazo Mheshimiwa Lissu alikuwa akizitoa mahakamani, kwa mfano kuulizia kuulizia masuala ya balozi uh, Humphrey Polepole na vitu kama hivyo wamehisi hao watesi wa mheshimiwa Lissu kwamba wale maafisa wanakuwa na utu zaidi kwa mheshimiwa Lissu, kwa imekuwa kama wamejenga ukaribu naye na kumsimulia baadhi ya vitu. Kwa hiyo wameletwa askari wapya wa magereza uh, kumlinda mheshimiwa Lissu na baadhi ni wale wanaokuja naye mahakamani. Kwa hiyo kuna mambo yanayoendelea, um, lakini pengine mapema mno kuhitimisha lolote. Jasusi TV inafuatilia kuhusu hili na itawapa mrejesho kadri itakavyopata. licha ya hilo Uh, makamu mwenyekiti wa taifa wa Chadema upande wa bara mheshimiwa John Heche naye ametuma ujumbe kwa Watanzania. Ujumbe wake ni mfupi na nitausoma, anasema: waambieni watu wetu, mimi, inajulikana kwa Mungu na malaika sina ubaya wa nchi yangu, naipenda sana. Kosa langu hata sasa ni kukataa kuwa msaliti wa mageuzi, ili sote katika nchi, katika nchi tuishi utawala wa sheria na kulinda rasilimali zetu. Hapa jela kwangu hapa jela kwangu ni kama wananipaka manukato yaani, hapa jela kwangu ni kama wananipaka manukato tu. Sitarudi nyuma kwa makosa ya kutungiwa. Wasiogope na kusononeka wakituona tunateswa. Mungu yuko upande wetu na vita nimeikabidhi, nimemkabidhi yeye. Ushindi ni wake yeye. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, jela Mtumba, siku ya uh, Uh, tarehe 26 Oktoba 2025. Sasa ujumbe huu ni kama Mheshimiwa Lissu, lakini kuna neno moja la msingi sana ambalo limeandikwa katika ujumbe inalo ni kwamba kosa langu hata sasa ni kukataa kuwa msaliti wa mageuzi. Zilipatikana taarifa hapa katikati kwamba kulikuwa na jitihada kubwa sana za, kumsa, za kumshawishi Mheshimiwa Heche kama amgeuke amsaliti Mheshimiwa Lissu lakini taarifa zilikuwa zinaeleza kuwa mheshimiwa Heche aliendelea kuwa na msimamo wake kwamba yuko kwa tayari, wakitaka kumdhuru, wakitaka kufanya kitu chochote, yeye hawezi kumsaliti mheshimiwa Lisu, yeye hawezi kuisaliti Chadema. Kwa hiyo yamkinika kuhisi hii sentensi kosa langu hata sasa ni kukataa kuwa msaliti wa mageuzi, ndicho anachokiongelea huko. Kukamatwa kwake kwa upande mmoja ni kuhusu masuala ya uchaguzi, lakini kwa upande mwingine ni pengine tu hasira za hawa watawala kwa baada ya kuona ameendelea kuwa na msimamo wake wa kukataa kuwa msaliti. Je, una maoni gani kuhusiana na matukio haya mawili pamoja na ujumbe kutoka kwa mheshimiwa Heche na mheshimiwa Lissu? Karibu tuwe maoni hapa kwenye comment. Ya, asanteni na kwa heri.